Kutoka Roma, Italia. Mwili wa hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa umeagwa leo Septemba 25 uko Roma, Italia. Kardinali Pietro Parolin, katibu wa Vatican, ameadhimisha misa takatifu kwa ajili ya kumwaga hayati Askofu Mkuu Novatus Rugambwa katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatican akisaidiwa na Askofu Mkuu Msaidizi wa Vatican Edgar Penapara, maaskofu na mapadri. Mwili wa hayati Novatus Rugambwa unatarajiwa kuaga jimbo kuu la Dar es Salaam katika parokia ya mtakatifu Yosefu siku ya Jumamosi Septemba 25 mwaka 2025, na anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumatatu Septemba 29 mwaka 2025 katika jimbo katoliki la Bukoba. Hayati Novatus alizaliwa Oktoba 8 mwaka 1957, aliwekwa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 5 Januari mwaka 1986 na, na hayati Nestoriusi Timanywa, askofu wa Jimbo Katoliki la Bukoba. Aliwekwa wakfu katika daraja takatifu la upadri Julai 6 mwaka 1986 na hayati Askofu Nestoriusi Timanywa. Februari 6 mwaka 2010 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Benedikti wa 16 kuwa askofu mkuu wa heshima watagaria na aliwekwa wakfu katika daraja takatifu ya waskofu Machi 18 mwaka 2010 na, na mwadhama Tarsisio Kardinali Bertoni SDB aliyekuwa katibu mkuu wa Vatican. Septemba 16 mwaka 2025 mwenyezi si Mungu alimuita kwake baada ya kugua kwa kipindi kirefu. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina.